Oa familia <laughs> mi nataka leo niwaulize swali hivi, binti kupigwa mimba na kujifungulia nyumbani bila ndoa, hii huwa inaleta tafsiri gani? Eh, inaleta tafasiri au tafsiri gani <laughs> kwenye familia hii, waga inaonyesha nini katika jamii eh, mtu kapigwa mimba huko, yani haieleweki ya hatimaye mwenye mimba haijulikani, sijui kaitolea wapi, anajifungulia nyumbani kwa wazazi, haieleweki hii. Woga inaleta tafsiri gani katika familia zetu ya? Hebu niambie. Hebu nipe, nipe komenti zako hapo, braza, tuone ni nini kinachoendelea, au watoto elfu mbili imekuwa imefikia hatua wanakuwa namna hiyo mm? au ni malezi makuzi nini eh? au inamaanisha familia hizo hazina malezi mazuri kweli ya yeah, naomba ushare account yangu, ni follow na mimi nikufollow, subscribe kwenye channel yangu YouTube, andika Bruce charz ya Everest Michael. ya yeah, tunagawana upendo, sambaza upendo, brother, utakuwa umetisha sana brother chao.